Na nataka niwahakikishie, baraza la wazee baada ya kuchunguza, baada ya kufuatilia kwa karibu, chama kiko imara kuliko wakati mwingine wowote. Bahari inatema uchafu, wacha bahari iwe safi. Kwa hiyo, nitoe wito kwamba anayeshuka kwenye gari amefika safari yake kwa sababu siasa ni safari na ina mwendo mrefu. Kuna watu watachoka njiani na kuna watu wengine watafika mahala, wataamua tu kushuka na kubaki hapo hapo walipobaki, waliposhukia pengine hata hiyo nchi ya ahadi ambao wanaitaka wao kwenda wasifike. Kwa hiyo tunawapa mkono wa safari njema huko waendako. Chadema tuko salama, tunaendelea kupiga mwendo. No reforms? No. No. No reforms? No. Baraza la Wazee linawapongeza viongozi wa chama walioko sasa, linawapongeza viongozi wote katika nchi nzima kwa kazi wanayoendelea kuisimamia kukisimamia chama na kuendesha operation ya No Reform, no Erection. Hivyo baraza la wazee tunakubaliana na mpango wa chama na tunawabariki waendelee vivyo hivyo na waongeze bidii katika kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi, mabadiliko ya kanuni za uchaguzi na mabadiliko mengine yote ya haki ndani ya taifa letu. Katika wito ila wa, walio, waliokanyagana wengine, kwa sababu kauli ilitolewa na Mboye kwamba watu wamekanyagana Hakuna aliye ambaye alitoa kauli kwamba watu wamekanyagana zaidi ya Mboe. Kwa hiyo Mboe aliitika wito na tukazungumza naye, na yeye akatoa akasema ni, ni busara sasa itumike katika kuponya haya majeraha, na sisi tukawapa nafasi waliokanyagwa na waliokanyagana. Bahati mbaya hawakuja, ndio hao hawa, wameanza safari sasa. Mtu ameanza safari na akakaidi kuja, kwa sababu kama mnavyoelewa kuna wa, wa baadhi ya viongozi waliandikiwa barua waende wakajieleze kwenye matawi yao. Hiyo ni jukumu la baraza la wazee likasema, ah, kutokana na mazingira yaliyopo lazima waende wakaulizwe kwenye matawi yao ili kujua shida yao ni nini. Matokeo, simuona wamekimbia. Kwa hiyo baraza lilianza kazi ya kusuluhisha hili jambo. Kama kulikuwa kuna jambo hilo linaonekana lipo, tunataka tuwasikilize watu. Mliona hapa John Mlema aliandikiwa barua kwamba aende kwenye tawi lake akajieleze. Ameamua kushuka kwenye basi, na wengine wengi wakashuka kwenye basi. Kwa hiyo chama kiko safarini na kinaendelea na tuko katika nafasi nzuri ya kushinda katika reformu yetu, na reformu itapatikana bila shaka, kwa sababu mazingira yaliyopo yanaturuhusu kufanya siasa. Asante sana.